Hatimaye hafla ya ugawaji tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka 2025 imethibitishwa rasmi kufanyika Septemba 22, mwaka 2025 e, katika ukumbi maarufu wa Théâtre du Châtelet jijini Paris, Ufaransa. Usiku huo ambao utakuwa ni usiku wa toleo la 69 la utoaji wa tuzo hiyo maarufu duniani kwa wachezaji wa kandanda, mashabiki duniani kote wanasubiri kwa hamu kujua ni nani atakayeibuka mshindi wa tuzo hizo. Majina ya nyota kama vile Kylian Mbappé,

Lafinya, Osmane, Dembele na wengine wapo e, kwenye midomo ya wadau wa soka kutokana na kiwango ambacho wameweza kukionyesha katika klabu zao. E bana, moja kwa moja siku ya Septemba 22 mwaka 2025, basi tuzo za Ballon d'Or tutaweza kujua ni nani ambaye ataibuka kinara kwa kuweza kukamatia e bana, tuzo hiyo. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Ni mchezaji gani ambaye wewe unaamini kabisa kwamba lazima atanyakuwa hiyo tuzo ya Ballon d'Or. Tupe mtazamo wako kwenye comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Till next time, bye bye.